Kawaida kila siku tunaangalia simu zetu zaidi ya mara mia moja. Sasa utajiuliza, hivi ni addiction au ni kwamba simu zimeisha kuwa ni moja ya sehemu ya maisha yetu Ili kujua kama wewe upo addicted na simu au haupo addicted, leo nataka ni kuoneshe signs, yani dalili za kuonesha kwamba wewe upo addicted na simu. Dalili ya kwanza ni kwamba kila ukiamka kitu cha kwanza kabisa kukishika au kukiangalia ni simu yako. Kingine unaweza kukuta una scroll either ni TikTok, Instagram au sehemu yoyote, unatafuta kitu ambacho hata hujui unatafuta nini, yani you're just scrolling bila sababu ya msingi, una enjoy tu ku scroll. Dalili nyingine ni kwamba unaishika yani, ukiikosa moyo yani uki, wako akili yako inakosa amani kabisa, unajua kabisa upo addicted na, na simu hizo. Ni dalili ambazo ukiziona unajua kabisa ni dead sides, kwamba zinakuonyesha umeshaanza kuwa addicted na simu. Hiyo haimaanishi kwamba simu ni kitu kibaya, hapana. Simu inatusaidia kuwasiliana na watu, lakini pia simu inatusaidia sisi kufanya kazi na kuna vigeti social media na kupata vitu vizuri sana. Kumbe simu sio tatizo, tatizo ni mahusiano kati ya wewe na simu yako, ndo ambayo analeta shida. Ukisha kuwa addicted na hayo mahusiano kati ya wewe na simu ujue kabisa unakuelekea sio kuzuri. Leo nataka tu discuss how to regain control yani ni namna gani unaweza kuifanya ili utoe kabisa ile addiction usiwe addicted na simu. Kitu cha kwanza kabisa unachotakiwa kufanya ni kutoa mafile au applications zote ambazo unahisi zina consume muda wako na hazikusaidii kitu. Kama kuna magemi yana consume muda wako, futa. Siyo kama Instagram ina consume muda wako na hauna matumizi haikusaidii kitu chochote katika maisha yako, futa. Kama unaona TikTok ipo una scroll inapoteza muda wako, muda mwingi unaitumia TikTok, lakini haikusaidii kwa chochote, na yenyewe pia futa. Lakini pia unaweza ukapangilia muda wako ukaweka schedule, kama huu ni muda wa kulala, huu ni muda wa kutumia simu, huu ni muda wa kula, huu ni muda wa kuongea na familia. Jamani, kuligain control ya simu yako ni kitu kizuri sana. Kama unataka kuniamini, jaribu siku moja, tutenga siku moja, tenga masaa kadhaa, weka simu mbali Yaani uwe wewe pamoja na mazingira yanayokuzunguka just relax, afu utakuja kuelewa kwamba self time ni ya muhimu sana kuliko muda wote kukaa kwenye sim. So guys, for tech news like this, hakikisha umefollow page yetu. Sisi bana ni wakweli, actually tunazungumzia uh, impact ya teknolojia na kila kitu. Kwa hiyo ili kuendelea kuenjoy, ili kuendelea kupata maneno kuntu kutoka kwetu, hakikisha umetufollow for more. Thank you, ciao.